Nakumbuka nilivyojifunza shuleni miaka mingi iliyopita, kwamba mabara ya dunia yetu kwa kweli yanahama kidogo kidogo. Tulikuwa tunaita hii, enzi za utotoni mwangu, uhamaji wa mabara, lakini nimeangalia hivi karibuni, na sasa inajulikana kwa majina ya kitaalamu zaidi, lakini ukweli unabaki pale pale. Kwa mfano, bara la Australia linahama karibu inchi tatu kuelekea kaskazini mashariki kila mwaka. Sasa wa Australia hawahisi hilo hawaoni, hawaoni. Uhamaji huo ni wa polepole pole sana kiasi kwamba hauonekani, lakini unafanyika. Niliposoma kuhusu hilo, ilinipiga nipiga butwaa kama mfano mwingine tu kwamba kila kitu duniani hubadilika. Hata hivyo kuna mambo mengine ambayo hayabadiliki. Mungu habadiliki, anabaki yeye yule jana, leo na hata milele Neno lake. Mtunga zaburi aliandika, limekakamaa kama mbinguni milele. Zaburi mia moja na kumi na tisa, themanini na tisa. Sasa Yesu alikuwa amemaliza tu mahubiri yake maarufu ya mlimani. Ametoa neno lake, na leo hii takriban miaka elfu mbili baadaye, ngoja ni kuambie, bado ni ukweli. Hakuna kitu hata kimoja kilichobadilika kuhusu kile alichosema. Sasa wakati hadhira inaondoka kwenye mlima huu ambako Yesu alikuwa akihubiri, Bwana anaanza kuelekea nyumbani kwake Kapanaumu, umbali wa maili chache tu kutoka hapa, na hiyo ni kulingana na Luka sura ya saba. Bwana anakatizwa na jemadari Mroma. Jemadari alikuwa na mamlaka juu ya askari mia moja. Kwa kweli mwanahistoria mgiriki Polybius aliandika kwamba majemadari walikuwa watu wa kuaminika, viongozi wa kijeshi waliokuwa wanaheshimiwa sana. Hawa walikuwa watu mashuhuri sana katika dola ya Kirumi. Luka anaandika hapa kwenye mstari wa pili: jemadari mmoja alikuwa na mtumishi ambaye alikuwa mgonjwa na karibu kufa, ambaye alikuwa wa thamani sana kwake. Sasa simulizi sambamba la Mathayo kuhusu tukio hili hili linaelezea kwamba mgonjwa alikuwa amepooza. Daktari Luka anasema hapa kwamba alikuwa karibu kufa. Kwa maneno mengine unaweza kuanza kupanga ratiba ya mazishi atakufa. Sasa mstari wa tatu unatueleza kwamba Jemadari aliposikia habari za Yesu alituma wazee wa Wayahudi wamwombe aje amponye mtumishi wake. Sasa tunafuata simulizi la Luka hapa lakini hebu nitaje tofauti moja. Na simulizi la Mathayo kule sura ya nane. Luka anasema jemadari alituma wazee wa viongozi wa Wayahudi. Mathayo anasema jemadari mwenyewe alimwendea Yesu. Sasa ni ipi iliyo sahihi? Je, Biblia, je, kuna kosa hapa? Kweli simulizi zote mbili ni sahihi. Unaona, katika dunia ya kale, mtu angeweza kutuma mjumbe aongee kwa niaba yake na ingehesabika kana kwamba yeye mwenyewe ndiye anayezungumza na hili ni la kuvutia kwa sababu wazee wa Kiyahudi kwa kawaida hawakuwa wanatumwa kufanya kazi za watu tembuse kwa jemadari wa Kirumi, lakini Luka anatupa simulizi ya ndani hapa, na anatueleza kwa nini hawa wazee wakizungumza kwa niaba ya jemadari kana kwamba jemadari mwenyewe yupo. Walijitokeza hapo mwanzo. Mstari wa nne unatueleza na walipomfikia Yesu walimsihi sana wakisema, anastahili umtendee jambo hili, kwa maana anapenda taifa letu na ndiye aliyetujengea sinagogi letu. Fikiria hilo, yeye alijenga sinagogi lao kwa pesa zake mwenyewe. Hiyo inamaanisha alipenda watu wa Kiyahudi, na kwa kweli kujenga sinagogi inaonyesha yeye, yeye si tu alipenda Israeli, lakini alimpenda Mungu wa Israeli. Sasa Yesu anapokaribia nyumba ya yule jemadari, inaonekana alikubali kwenda, lakini anapozidi kukaribia, tunasoma hapa katika mstari wa sita yule jemadari alituma marafiki akisema kwake, Bwana, usijisumbue kwa maana tistahili uingie chini ya paa langu, kwa hiyo sikuthubutu kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maneno mengine, Bwana, ninachohitaji ni neno lako tu, wewe sema tu toa tu amri kwa neno lako, hilo litatosha. Unaona, kama kiongozi wa kijeshi anaelewa mamlaka ya amri ya Yesu, basi Bwana anajibu hapa katika mstari wa tisa, Nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kama hii. Kwa maneno mengine, huu ni ushuhuda wa kipekee wa imani kwa njia. Natumai huo ndio ushuhuda wako leo pia. Je, neno lake linatosha? Kweli. Basi tunaambiwa kwamba mara moja yule mtumishi alipona. Yesu alizungumza, na jambo likawa limekwisha. Kile alichoahidi alikitimiza. Si, si hii ndiyo tunategemea leo hii, wapendwa? Ni neno lake tu. Hatuwezi kumwona, hatuwezi kumsikia, tunatembea na Mungu asiyeonekana, lakini tunaweza kuamini neno lake. Je, umewahi wona kitabu cha uzima kikiwa na jina lako limeandikwa humo kikikupa uzima wa milele mbinguni? Hapana, hujawahi kuona hicho kitabu sivyo? Basi unajuaje kama kweli ipo? Unajuaje kama jina lako limeandikwa humo? Naam, Biblia inasema hivyo. Biblia inasema kwamba waumini wa Kristo wa majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima wa Filipi sura ya nne. mstari wa tatu. Tuna neno lake na hilo linatosha. Sasa, baada ya huu muujiza wa uponyaji hapa Kapanaumu, Yesu, wanafunzi wake na umati mkubwa wa watu walisafiri takriban maili 20 kusini magharibi hadi mji wa Naini. Kwa njia, kijiji cha Naini bado kipo hadi leo. Ni kijiji kidogo cha Waarabu chenye watu takriban 200 karibu na Nazareti. Ni kama vile vile vijiji vidogo unavyopita pembeni mwa barabara kuu ukiwa safarini huenda usisimame hapo, isipokuwa kama unahitaji kupumzika, labda kula kitu, na hapo ndipo unashukuru kwa kuwepo kwake. Basi Bwana ana kusudi lake wazi. Yeye ataamua kushuka barabara kuu, kwa mfano ile njia kuu pale, atatembea kuelekea kwenye hiki kijiji kidogo, na tunagundua mara moja sababu yake. Mstari wa kumi na mbili unatueleza alipokaribia, lango la mji, tazama, mtu mmoja aliyekuwa amekufa alikuwa anabebwa nje, mwana pekee wa mama yake, naye alikuwa mjane. Basi wapendwa, hii siyo tukio la bahati tu. Bwana amefika mahali hapa kwa wakati huu. Mstari wa kumi na tatu unasema, na Bwana alipomwona alimhurumia na akamwambia usilie. Kwa njia kumhurumia, hapa ni usemi wenye nguvu zaidi katika lugha ya Kigiriki kuonyesha huruma unaweza kutafsiri hivi Bwana alipomwona, moyo wake ulimwendea, au alimhisi sana moyoni mwake. Kisha tunaambiwa hapa katika mstari wa 14 akasogea na akaligusa jeneza, yaani jukwaa ambalo mwili ulikuwa umelazwa juu yake, na wale waliokuwa wamelibeba wakasimama. Sasa usikose kuona kwamba Yesu amegusa mazingira ya maiti, angehesabiwa kuwa najisi mara moja kwa mujibu wa sheria za kidini, lakini eh, si hivyo. Kama hakuna mtu aliyekufa chini ya vitambaa hivyo, unaona. Naamini kwamba mara tu Yesu aliponyosha mkono wake e eh, kubusa lile jeneza, ule mwili uhai ulirudi ndani ya mwili wa yule kijana. Kwa kweli Yesu anasema mara moja kijana na kuambia inuka, na yule aliyekuwa amekufa akaketi na akaanza kuzungumza. Basi hiyo ilikuwa inathibitisha kwamba alikuwa hai. Sasa hatujaambiwa, unajua, alisema nimi, inawezekana alisema nina njaa, au labda alisema hujambo mama. Sisi hatujui, lakini tunaambiwa hapa katika mstari wa 15 kwamba Yesu alimpa mama yake. Kwa maneno mengine, aliunganisha tena kijana huyu na mama yake a ni, ni, muungano wa ajabu kweli. Ni kuambie, hii ni picha ya muungano ujao mbinguni. Yesu ataturudisha sisi kwa sisi. Utaona mtoto wako tena na kusema hapo, uko hatimaye, nimekukosa sana. Utaona wazazi wako waumini, babu na nyanya zako tena, watakuwa wachanga zaidi kuliko ulivyowahi kuwakumbuka. Lakini huo utakuwa muungano wa ajabu, hatuwezi hata kufikiria jinsi itakavyokuwa. Kila mazishi wapendwa yatawekwa nyuma yetu na kifo kitakatizwa milele. Je, Yesu anaweza kusema tu neno na ugonjwa wa mtu ukatoweka? Ndiyo, akiamua anaweza kutoa amri kwa kusema tu. Je, Yesu anaweza kusema tu neno "Amka," na kufanya miili ya wafu irudi hai? Dia, kwa kweli siku moja atafanya hivyo kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia. Sasa, kabla hatujamaliza, nataka kusisitiza ukweli watatu kutoka kwenye matukio haya tuliopewa hapa. Kwanza, Yesu hamchukulii mtu yeyote kuwa si wa muhimu. Unajua, anafanya kazi zake za ajabu na jemadari mkuu wa Kirumi hapa na pia mjane asiyejulikana katika kijiji kidogo. Hakuna mtu asiye wa muhimu kwa Yesu. Pili, Yesu haoni kuna kesi yoyote isiyowezekana. Yaani hapa kulikuwa na mtu aliyekuwa amepooza karibu kufa, na mwingine ambaye tayari alikuwa amekufa, anabebwa kuelekea makaburini. Hii ndiyo hoja, hakuna litakaloshindikana kwa Mungu, kama vile Luka anavyosema katika sura ya kwanza mstari wa thelathini na saba. Yesu haoni mateso yoyote kuwa madogo au yasiyo na maana. Sasa Bwana haondoi kila wakati mateso. Wapendwa wetu hufa, sisi wenyewe wakati mwingine tunateseka, kupooza, magonjwa, na yote hayo ni kwa mapenzi ya Mungu. Hatukuahidiwa kutokuwa na mateso. Yesu anaahidi uwepo wake katikati ya hayo yote. Anaingia ndani ya mateso hayo pamoja nasi, na siku moja, ndiyo siku moja, atayaondoa kabisa, atayaondoa mbali nasi milele. Basi yatatosha kwa leo wapendwa, mpaka tutakaporudi tena katika safari yetu ya hekima. Neema ya Bwana Yesu Kristo